Mabwana zetu wakitoka asubuhi wakienda kazini wakifika hapa wanauawa. Tumeitisha tume msaada muda mrefu sana, lakini hatuoni mafanikio. Kila wakati watoto wetu wakienda shuleni wanaona watu wakiwawa hapa. Watoto wetu jamani, si watadhoofika kiakili? Hata wata concentrate kwa masomo. Hatutakubali sisi kama wazazi, tumechoka. Kenya tunataka hapa au watu au makarau hapa Kasarani na Hunters organize venye wataweka station hapa, na iwe ina operate, watu wetu wasiuawe juu tuko na watoto mayatima, tuko na vijana waliouawa hapa.